Yes Bwana Yusuf Juma. Ndio Bwana Kidi, habari ya asubuhi. <coughs> nashukuru Mwenyezi Mungu, nzuri sana labda. Za kwako na mwenzako, Bwana Mule? Ah, niko freshi kabisa kama kigogo, ndugu yangu. Naam ni ile Gidi hapa amenitoa rangi kuniambia sijui mambo ya Uber. mm uh -huh. rafiki yangu moja Samuel Oburu kutoka New Jersey ameniambia Ghost I'm sending you that app of, mm -hmm. Yani, hauna Uber? sina <laughs> naitaka ya nini what for uh, <laughs> when oh, taxi for what I walk yeah. oh you walk eh? yes hey, relax bwana we are not fighting <laughs> <laughs> kwani ni vita tena Jini. Kama utumie taxi basi, relax sisi tunatumia taxi <laughs> mara mm. moja moja hapa na pale <laughs> nimezoea eh. zile za gadhe eh. nikeemani <laughs> <laughs> Sasa Bwana Yusuf Juma ndio bwana gini. Bwana gini ni mbili ambazo ningependa kugusia kwa haraka. Mmoja, mm -hmm. nimeiona katika gazeti la The Star kuhusu huyu MCA kutoka Siaya. Na isema, In uh, fact hiyo habari ndo nilikuwa taka ku, kuambia bwana bwana ghost <laughs> yes, wacha niambie ni ghost <laughs> iko hivi <laughs> kuna MCA mmoja <laughs> kutoka Siaya yes, central Alego yes, anaitwa Leonard Oriaro <laughs> ameambia amedai <laughs> kwamba governor wa Machakos bwana Alfred Mutua yes, ni mjaluo Yeah. Omutua yeah, yeah. <laughs> Oh my goodness, anasema yes. In fact, anasema babake <laughs> So ngoje tumalize story, anasema uh -huh. Babake Mutua uh -huh. anaitwa Habil Otieno Lut kutoka Kalenjuok village maeneo uh -huh. ya Alego <laughs> na in fact, bwana Ghost hmm. in fact, ameambia ameambia Mtua yes. ikiwa watu wa Machakos yeah. au wamtaki yes. basi aende nyumbani Siaya watampatia kura hmm? in fact, waje ni kusome niku vile amesema kwa Kimombo yes. Mtua hizo wasana. in fact, one of his uncle is my village elder. Na pia ameongezea kwamba ti babake Mutua <coughs> alioa mwanamke mmoja kutoka Ukambani uh -huh. Na akahamia pande za Ukambani uh -huh. Na pia anasema Mutua's real names is Alfred Otieno Odanga <coughs> <coughs> <coughs> oh, oh, oh, oh. Na ako na dadake anafanya kule Brussels <coughs> Belgium. Hey.

Brown. Eh. Wajaluo wanapenda yellow yellow man. Gidi. Eh. Naweza kubaliana na wewe ikifika mambo ya usafi. Eh. Eh. Because I've never seen mtu anapenda usafi kama mtu. Uh -huh. You have been to Machakos County. Uh -huh. Uh -huh. Unaona kutoka tu barabara ukiingia county ya Machakos hakuna uchafu. Uh -huh. He changed the whole dimension ya Machakos. Luo cleanliness. Yes, uh -huh. Yaani unajua, uh, cleanliness kwa Wajaluo, uh -huh. Ni kitu moja very important. Eh. Yeah, ukileta uchafu Mm. Uh, you cannot so maybe mannerism sapo mm. Naweza kubaliana na wewe. Alfred Otieno <laughs> Odango haya. <laughs> <laughs> mm. Bwana Yusuf, asante <laughs> sana. <laughs>